Tunamomba Allah subhanahu wa Ta'ala ajalie hizi tafsiri zote ambazo tunazitoa ziwe ni tafsiri ambazo zinaleta manufaa katika umma huu wa Kiislamu. Kitabu chetu cha al-Imamu Syuti na tafsiri katika lugha ya Kiswahili. Hichi kitabu kimeandikwa kwa Kiarabu. Kwa mimi na tafsiri katika lugha ya Kiswahili cha al-Imamu Syuti. Sasa leo kwa uwezo wa Allah subhanahu wa Ta'ala, nitakutafsiria ndoto hii kwamba ikiwa mtu ameota ndoto kwamba anatamka kalima hii ya la ilaha illa Allah. Sawa, ukiota ndoto kwamba unatamka kalima ya la ilaha illa Allah, nini maana yake? Kama kwamba shehe, mimi nimeota ndoto sometimes niko usingizini mimi mwenyewe natamka nasema tu, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, lakini sasa niko usingizini huko naota. Tafsiri yake nini ndoto hii? Sasa sikiza kwa makini, mwandishi anasemaje? Anasema fa in ra'a ka annahu qala la ilaha illa Allah manake atahu al faraju min ghammi huwa fihi wa khatama lahu bi shahadati. Anasema wa man ra'a namtu, atakayeota ndoto ka annahu qala la ilaha illa Allah, mtu atakayeota ndoto kama vile anatamka uradi huu. Ukiota ndoto kama unasema la ilaha illa Allah, anasema anasema maanake atahul faraju, mtu huyo atapata faraja. Min ghammi, kutokana na dhiki ya maisha, kutokana na dhiki ya umaskini, kutokana na dhiki ya ya ufukara, atapata faraja, maanake watakuwa tajiri. Akasema asema atahul faraju, mtu huyu atapata faraja. Min ghammi, kutokana na dhiki ya maisha huwa fihi aliyokuwa nayo ndani yake, lakini, lakini pia wa khatama lahu bishahadati, mtu huyo atakufa akiwa shahidi. Kwa mtu yoyote atakayeota ndoto kama anatamka kalima ya la ilaha illa Allah, maana yake mtu huyo atapata mambo mawili. Jambo la kwanza, Allah atakupa faraja atakutoa katika umaskini na ufukara, atakupa utajiri. Jambo la pili ukifa utakufa ukiwa shahidi na umetoa shahada zote mbili, na Mwenyezi Mungu atakuongeza peponi. kwa ukiota ndoto kama unatamka kalima hii ya la ilaha illallah, tambua kamba wewe utakuwa tajiri. Allah atakutoa katika madhila na katika shida na katika dhiki, min ghammi ghamu ni shida, dhiki, misukosuko yote, Allah atakutoa, atakupa mali, atakupa utajiri ikiwa umeota ndoto kama hii. Sasa muombe sana Mwenyezi Mungu akujalie ndoto zako unazoziota ziwe nzuri, lakini pia sisi tusisahau kusoma dua. Lakini pia kama hujajiunga na grupu la WhatsApp, basi jiunge katika grupu la WhatsApp. Mwenyezi Mungu atakufanyia mpesa. Kwa hiyo, hii ndio tafsiri ya ndoto ambaye mtu anaota ndoto kwamba eh kama anatamka la ilaha illa Allah, uradi huu azkari hii, ukiota nazo kama anatamka basi tamka kwamba Allah atakutoa katika dhiki, atakupa faraja, atakupa mali, atakupa utajiri, lakini pia utakufa ukiwa shahidi. Tuombe Allah sana atujalie ndoto kama hizi inshallah. Mimi sina la ziada isipokuwa na kuomba tu share link hii kwa watu wengine, comment hapo chini, like hapo chini, subscribe bonyeza na alama kengele, ili ututie moyo na sisi ambao tunatoa hizi mada. Mwenyezi Mungu atufanyie pesa inshallah. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.